Kuna wakati ambao kila gwiji huufikia, wakati ambapo kioo hakionyeshi uso tu bali safari nzima, na Skywalker bado anatembea kama mtu anayekumbuka alipotoka. Kwa undani kabisa, unaisikia njaa, unaisikia njaa hiyo kwenye kila biti. Unauhisi ule moto, unauhisi ule moto aliokuwa nao akiwa na miaka ishirini usiku bila usingizi, ndoto kubwa kuliko mfuko wake, lakini hazikuwahi kuwa kubwa, hazikuwahi kuwa kubwa kuliko moyo wake. The Young Skywalker haikuwa jina tu, yalikuwa mapigo ya moyo, mapigo ya roho, toka kwa kijana asiyeogopa na aliyesadiki maneno yake yanaweza kusogeza milima. Na sasa amerudi kukukumbusha, sio kuhusu chuzo sio kuhusu umaarufu ni kuhusu moto moto moto ule ule ulomjenga ukamvunja alafu ukamjenga upya tena albamu hii si kumbukumbu tu bali ni ufufuo ufufuo wa yule kijana wa ndoto akirudi nyumbani ndani ya mwili wa mwanaume aliyekomaa mwanaume aliyekomaa, mwanaume ambaye hajawahi kuacha kuifukuza anga, hajawahi kuacha kuifukuza anga. Karibu kwenye The Young Skywalker.